Movie yetu inaanzia kwenye nchi ambayo imekumbwa na uasi. Nchi inaendeshwa kwa utawala wa kiimla, yani watu wamejilimbikizia mamlaka na kutumia ovyo rasilimali za umma. Taifa limeporomoka, watu wanaishi kwa uoga na serikali imegeuka kuwa ya kidikteta sana. Chakula ni haba na mamlaka zinaanza kuua watu wasiofaa kwa mfumo wao, hivyo watu wamegawanyika kwa sehemu tatu: kuna wanaokubaliana na serikali, kuna wanaopingana na serikali na kuna waliochagua kukimbia nchi yao watafute nchi nyingine waishi kwa amani. Sasa kuna huyu jamaa anaitwa Nico na mke wake Mia. Wao wameonja machungu ya serikali. Wamenusurika kuuawa na mfumo ila binti yao mdogo, yeye aliuawa. Kwa hiyo katika harakati za kutoroka wakimbie nchi yao waelekee katika nchi ya Ireland, ambao wamesikia huko kuna amani na hakuna vita. Sasa usafiri unaotumika hapa ni usafiri haramu ambao umepigwa marufuku na serikali, ni usafiri wa kutoroka kwa kutumia makontena ya mizigo, na anayebainika kuwa anatoroka kwa namna hiyo, hukumu yake ni kifo moja kwa moja. Humu kwenye ile kontena kuna familia tofauti tofauti ambazo zimewalipa wasafirishaji ili ziweze kuwasafirisha kinyemera kuelekea bandarini ili wasafirishwe na meli kutoka kwenye hiyo nchi lakini mara kuna sauti nasikika huko nje huyu Niko anasogea karibu ili aone kuna nini njia ya container. ile kufika mlangoni kontena inafunguliwa na watu wanaanza kuingia kwa fujo ndani, na kwa bahati mbaya kuna mtu amemshikilia mguu, kwa hiyo hawezi kumrudia mke wake Mia. Alafu kuna amri inatoka, mmejaa kwenye ile kontena, pungueni mwingie kwenye kontena lingine. Na Niko yuko mlangoni, kwa hiyo kwenye idadi ya watakaopungua inabidi naye apungue. Wanamchukua kwa nguvu, wanamteremsha huko chini, alafu wanamwingiza kwenye kontena lingine. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo Niko na mke wake Mia wametengana mazima na mi anashuhudia kwa kupitia tundu dogo ndani ya kontena, anaona mume wake jinsi walivyotengana. Kwa sababu ana simu yake ya mkononi, anampigia mume wake simu kumjulia hali huko aliko. Kipindi hicho kontena pia limeanza safari kuelekea bandarini, lakini kabla hujafika mbali, wanakutana na beria. Hawa ni manyang'au, wameweka beria na wanakagua kila gari inayopita. Hapa dereva anashuka na mkabidhi vielelezo kwamba tumebeba tu mizigo mo ndani. Wanafungua kuangalia kilichomo ndani wajiridhishe kweli kontena anafunguliwa na, na ndani ya mna kitu huyu. Kamanda anaingia kulikagua zaidi. Sasa hili kontena limetengenezwa ukingo fulani, yani limewekewa chumba. Kwa hiyo ukiangalia haraka haraka, unaona kama ndani ya mna watu, lakini kumbe kuna chumba kingine kwa mbele, ambao hao watu wamefichwa, kwa hiyo huwezi kuona. Sasa huyu kamanda, kwa kuwa ni mjanja, anatoka nje ili kukagua zaidi. Anafika analiangalia kontena lipoishia, anamwambia jangili wake aingie ndani apige risasi mwisho kwenye kona. Sasa risasi inapigwa, unaona ilipopigwa, na hapo ndo palikuwa mwisho, ina maana ili tena lina lea nyingine ambayo imefichwa. Baada ya kuona hilo, kamanda anagundua ile container itakuwa imebeba watu anaingia ingia na wachimba mkwara mzito, "Tokee, nimeshagundua mmo humo." Huyu bibia Mia anapanda juu ya maboksi ili kujificha, na huyu aliyefungua mlango anachezea risasi ya kichwa, na hapo wote waliokuwa ndani wanamimiliwa risasi, wanauawa. Yaani kamanda ana mchezo kabisa. Mia pekee ndi ananusurika, na yote ni kwa sababu tu alipanda juu ya ili boksi ya mizigo, kwa hiyo risasi hazijampata. Yaani ponapona yake tu, bahati ilikuwa upande wake. Baada ya kuuawa, maiti zinasombwa, zinatolewa humo ndani. Alafu panasafishwa kontena linafungwa tena. Maskini, itakuwaje? Na yumo kwenye kontena mwenyewe na ni mjamzito mwenye mimba ya miezi tisa, itakuwaje? Hebu ungana na mimi lakini kuombe, usubscribe lakini pia ubonyeze notification bell ili wa kwanza kupokea movie zetu kila siku tunapopost, lakini pia like na ucomment ili uniambie movie gani unazozitaka nikuletee. Karibu. Baada ya safari ya muda mrefu kontena linafanikiwa kufika bandarini, kwa hiyo linapangwa alafu safari inaanza. Kipindi chochote Mia yupo ndani ya kontena akiwa mpweke sana. Katika kukaguakagua, anaona begi fulani jekundu, anaitoa anaanza kulikagua, anakuta kuna baadhi ya vifaa pamoja na simu fulani, iko hapa, lakini kuna taa pia. Baada ya safari ya muda mrefu, zinatokea purukushani na kujigonga kwingi sana ndani ya kontena. Kuchungulia nje, anaona jambo lisilo la kawaida, kumbe kuna tufani baharini, yaani meli inatingishwa isivyo kawaida, yaani huko kusukumwa kule ni kusukumwa, alafu kwa bahati mbaya zaidi, baadhi ya makontena yanaporomoka, yanatumbukia baharini na mojawapo ya makontena yaliyotumbukia baharini ni kontena aliyokuwemo bibi Mia. Anajaribu kuchungulia nje dirishani, anaona kuna maji tu, hilo linamtisha. Anajaribu kuchungulia kwa upande mwingine wa pili, pia anaona kuna maji tu. Sasa alichokuwa anafikiria kwamba yumo ndani ya meli, kumbe sicho. Kuchungulia kwa upande mwingine pia ni maji tu, kwao ni kumaanisha kuwa ili kontena yalidomo limo ndani ya maji. Ina maana moja wapo ya makontena yaliyoanguka baharini ili la kwake pia limo, na mbaya zaidi, ile simu yake pia alikuwa anaitegemea katika mawasiliano na mume wa ake imeanguka na imepasuka. Kwa anakumbuka kuwa kuna simu fulani aliona ikiwa kwenye mfuko, anajaribu kuichukua na kuipiga, lakini laini iliyomo imefungwa kwa kutumia password. Anachanganyikiwa, ajui hata afanye nini. Kipindi hicho mimba nayo imezidi kwa uchungu, na hiyo mimba ukumbuke ni ya miezi tisa. Kwa hiyo muda wowote kuanzia hapo atajifungua. Anajaribu kufungua yale makontena aone yana nini ndani yake. Kumbuka haya makontena yamebeba mizigo ambayo inasafirishwa nje ya nchi. Kwa hiyo umo ndani kuna nguo, kuna vyombo vyombo na ma TV, lakini pia kuna ma iPhone Yani, ni vitu tu ambavyo hata aoni kama ana kazi navyo. Huku pia kontena lazidi kutilisha maji kwenye yale matundu ambayo risasi ilipitia. Sasa anachukua solo tepili ajaribu kuziba hayo matundu, maji yasipite. Sasa sijui kama itamsaidia, hebu tuone. alafu hapa chini anaokota diary ambayo ilikuwa na picha za kumbukumbu mbalimbali kuhusiana na familia yake, angalau akiona picha za watu wake wa karibu inampa matumaini. Sasa kulingana na upweke alionao umo ndani na unyonge, alafu imo baharini peke yake na kontena lenye limefungwa kwa nje, anaona ni bora ajiue, lakini anapomfikiria mtoto wake anakata tamaa ya kujiua. Alafu usingizi unampitia analala, lakini asubuhi nafika anaamshwa na maji yaliyojaa ndani ya kontena. Ina maana maji yameendelea kuvuja kwa kasi kuingia. Umo ndani kuikagua ile solotepo aliokuwa ameiweka imezibiwa na mashambulizi ya maji, lakini anapata wazo. Kuna mipira ya plastiki hapa, anaiona anaichukua, anazibia hayo matundu alafu anaang'ana kutoa maji nje kwa kutumia kabomba fulani. Ukumbuke hiyo ni siku ya pili, na Mia pia anaweka kumbukumbu ili akumbuke kwamba umo ndani amekaa siku ngapi, lakini pia ameweka limiti. Ina maana maji yakifika hapo alipoweka alama, ina maana ilo container litazama. Alafu zile picha za wapendwa wake akazibandika umo ndani. Sasa akaendelea kukagua kagua vyo vifaa alivyonavyo mle ndani aone ambacho kitamfaa. Sasa leo kwa bahati nzuri mme wake anampigia kumjulia hali anamweleza kuwa ametelekezwa ndani ya kontena. Mume wake anamwambia asikate tamaa, atakuja kumwokoa. Kwa bahati nzuri ana maji kidogo na mkate fulani mdogo ambao alipanda nayo ndani ya kontena. Maisha ni magumu, akitaka kujisaidia anajisaidia ndani ya vile vibakuli, alafu anavitupa baharini kupitia dirisha la kontena. Sasa leo baharini likatokea tufani lisilo la kawaida, na kulingana na wingi wa mitikisiko, uchungu ukamshika wa ghafla, na kwa kuwa mimba ilikuwa karibu hivyo, binti akajifungua. Yaani ukitoka mtihani mwingine unaingia mwingine ambao ni mzito zaidi akamkata mtoto wake kitovu, alafu akachukua hicho kitovu na ile kondo la uzazi la nyuma akalihifadhi kwenye bakuli akatunza. Kumbuka hiyo ni siku ya tatu, aliingia kwenye kontena akiwa ni mjamzito na sasa ni mama wa mtoto. Kile chakula alichokuwa nacho kimekata, na hata ile simu ndogo aliyokuwa nayo imeanguka ndani ya maji imeharibika. Lakini anaiona ile mashine, alafu wazo fulani linamjia kwamba hii mashine singa ya kutobolea. Anaichukua hiyo mashine, anaanza kutoboa juu ya kontena bidii yake ni kubwa sana lakini mashine inamwharibikia kabla hajamaliza yani, aamini ya kabisa kinachomtokea. Ilikuwa bado kidogo tu, lakini mashine sasa haiwezi kufanya kazi tena. Anaichukua hii simu alizonazwa na switch line, alafu anaiwasha, lakini kulingana na kuwa hii simu imepasukapasuka sana, hata akiitachi inakuwa haiwezi kabisa kutachika. Anakasirika, ana paniki, anaanza kurusharusha vitu ovyo, lakini katika harakati za kurusharusha vitu anaona kisu. Uzuri wa hiki kisu ni kuwa upande mmoja ni msumeno. Anautumia huo msumeno kuendelea kukata pale juu ya kontena. Sasa njaa imeendelea kumzidi, na ana chakula na amejaribu kufanya kila kitu apate chakula, lakini hawezi tena, anashindwa kuvumilia. Unakumbuka kile kitovu cha mtoto na ile kondo la nyuma la uzazi anda? Analichukua alafu analila. Usijaribu kucheza na njaa, njaa ni mbaya, yaani njaa ikikushika vizuri unaweza kukala kitu chochote. Leo asubuhi akiwa anaendelea kukata ile kontena, bahati mbaya kile kisu kinakatika. Alafu hata maji aliyokuwa nayo pia yamemkatia, na ukumbuke maji ya baharini huwa hayanyweki. Ila Mungu ni mwema siku zote. Kwa bahati nzuri, leo mvua inanyesha. Anachukua vile vikontena vilivyokuwemo humo ndani, anakinga maji ya kunywa, alafu anachukua mikanda ya kufungia maboksi ya mizigo. Kwa nguvu zake zote, anasukuma hiki kifuniko na kontena linafanikiwa kufunguka. Kweli penye nia pana njia, na leo amefanikiwa kutoka ndani ya kontena. Yaani ni katikati ya bahari, vibaya mno. Anamchukua mwanaye na kumfanyia usafi lakini akiwa anamfanyia usafi, akachukua kinyesi chake akakitupa majini, lakini akaona kitu tu. Hapa kuna samaki wamekifata kile kinyesi ili wajipatie chakula. Akaona oh, kumbe kuna samaki eh? Basi akaanza kuwawinda au samaki, lakini samaki siku zote huwa wawindi wanavuliwa. Anawawinda wee mpaka anachoka. Kipindi amejichokea, anaona kuna ndege fulani inapita angaizi, basi anarudi ndani haraka haraka, akachukua kioo fulani kimsaidie. Basi kwa kuwa ana haraka, kipindi anatoka nje, aisee Alikutana na bonge la ajali, lakini atafanyeje? Akajikaza amulike ile ndege, labda watamuona, lakini nao hawamuoni kabisa. lakini <coughs> nao kabisai hawamuoni... Kinachofuata ni ajitibu kidonda chake. Anachukua nyaya ndogondogo ambazo zinakuwa kwenye TV pamoja na chuma fulani, alafu anajishona paja lake. Sasa anapata wazo kupitia hizi earphone, anatengeneza nyavu kwa kutumia hizi waya za earphone ambazo ziko hapa. Anazifuma usiku kucha, alafu asubuhi anaanza kuvua wale samaki, na kwa kuwa penye nia pana njia anafanikiwa kupata samaki na hiyo ni siku ya tisa. Maji nayo yanazidi kuingia ndani ya kontena, anajaribu kutoa lakini hayatoki kwa wingi kwa sababu vifaa na anavyotumia navyo ni vidogo vidogo, huku kazi zinakuwa tatu tu: uvuvi, kutoa maji na kulea mtoto. Hiyo ni siku ya kumi na mbili, haoni dalili za kupata msaada wowote ule. Ni kulala kuna pambazuka, ni kulala kuna pambazuka, bila matumaini yoyote yale. Leo kwa bahati nzuri mme wake amempigia simu, kungang'ana kuibonyeza bonyeza, anafanikiwa kuipokea. Anaongea na mme wake anamjulisha kuwa amezaa. Mme wake anaendelea kumpatia matumaini anamjulisha kila kitu ambacho kinaendelea humo ndani ya kontena na anampa taarifa kuwa amejifungua na kubwa zaidi amempa huyu mtoto wake jina la Nuhu, yule Nuhu wa safina. Alafu anamsikilizisha simu ili asikie sauti ya mtoto. Sasa mume wake anampa taarifa mbaya sana. kipindi walipofika ile beria, mume wake alichomoka akakimbia, lakini wale manyang'au walimpiga risasi ya mguu na damu zinamvujia kwa wingi sana, kwa hiyo aoni dalili zozote za kupona. kwa amempigia simu kumuaga, maana yeye anakufa. Maskini, yani kila kitu kina zidi kuwa kigumu kwenye maisha ya huyu dada, yaani haoni matumaini kabisa ya kupona kwao na yeye amekata tamaa. Huku pia ni siku ya ishirini na sita na maji yamevuka ule mpaka aliokuwa ameuweka, hili kontena linazama muda wowote kuanzia sasa. Sasa kwa kweli container ilitazama ili muda sio mrefu, akaamua kutengeneza plan B kwa kutumia ile maboksi ambayo yalikuwa mle ndani na vibakuli, akatengeneza chanja ambayo inaelea ambayo itamwezesha yeye kutokuzama. Akamtengenezea mtoto wake ya kwake, alafu na yeye akajitengenezea kipindi. Bana anatengeneza akaona kuna ndege amekuja hapa, akaanza kula samaki wake. Hiyo ikampa matumaini vibaya mno. Unajua na inamaanisha nini? Ina maana hayo maeneo ya jirani kuna nchi kavu, kwa sababu ndege awezi akakaa mbali na nchi kavu. Huku ndani nako maji yamezidi kuja kwa kasi. Yaani kuna dakika chache tu za kuishi kwenye ile konteina. Na katika kukaguakagua mara ya mwisho ili aondoke akaona kuna picha fulani. Hii picha anaitaka sana kwa sababu ni ukumbusho wake, lakini anashindwa kuifikia, hivyo akaamua azame ndani aichukue. Lakini kabla hajatoka akaona kuna kidude chake kiko mbele, hivyo akaenda kukichukua, na kontena hilo limeshaanza kuzama, huku mtoto wake akasombwa na maji. Alafu yeye, kwa bahati mbaya, zile kamba zikamnasa mguu, kwa hiyo anazama na ili kontena mpaka chini. Sasa ni haraka haraka akate hii kamba, maana lasi hivyo atakufa hapa. Na bahati nzuri, alikuwa na chuma fulani mkononi akachukua hicho chuma akaanza kukatakata ile kamba na akafanikiwa. Alafu akatoka ndani ya ilo kontena akaja mpaka juu. Kufika juu, anakutana na maji tu, amuoni mtoto wake. Mtoto wake amesombwa na maji. Alafu hapa chini kuna bonge la nyangumi. Sasa hili nyangumi linapita huku linarusharusha maji. Kwa bahati nzuri, kipindi limepita, alafu likarusha maji tena, yale maji yakamwendea mtoto wa Mia akaanza kupiga kelele. Mia ndo kusikia sauti za mtoto wake, akajua yuko upande fulani, akaogerea kufuata huo usawa hadi akamuona mtoto wake alafu akadandia hapo mtoto wake alipokuwepo, akaanza kuelea naye. Kumbuka, huo ni usiku wa manane. Basi wakaelea mpaka kukapambazuka, na kwa kuwa uzito unazidi kwenye hicho kifaa chake, akafungua wale samaki wake waliokuwepo hapo, akaanza kuwatosa baharini ana njaa, amekata tamaa, haoni dalili za kuokolewa. Kila kitu kimezidi kuwa kigumu kabisa kwenye maisha yake. Wakaendelea kuelea na mtoto wake kuelekea kusikojulikana, lakini ghafla kundi la ndege likamvamia pale alipokuwepo kula wale samaki, maana hawakuisha kwenye kale ka kontena alivyokuwa. Na watupa hapa pembeni, kuna wavuvi fulani wanavua, lakini wamekosa samaki usiku mzima. Katika kuangaza angaza, wanaona kuna samaki na kuna kakitu fulani kwa mbali. Sasa wanajiuliza ni nini kile. Hivyo wakawasha boti yao kuwafuata, ili waweze kuona kuna nini mahali hapo wakaenda wakafika wakaona kuna kadude fulani wakakavuta mpaka ndani kucheki wanakuta kuna mtoto sasa wanajiuliza he huyu mtoto amefata nini baharini hapa kuchunguza wamwoni mama yake ina maana mia huenda atakuwa amekufa lakini pembeni hapa kuna kamba imefungwa hivyo wanaivuta hii kamba baada ya kuivuta hiyo kamba kumbe mia alijifunga hiyo kamba ili asije akapotea akaenda mbali na mtoto wake kweli wakafanikiwa kumwokoa na kumpa huduma ya kwanza hatimaye akarudiwa na fahamu zake Nao wavuvi wanamwokoa Mia kumpeleka katika nchi yao. Nikwambie mtazamaji wangu, katika kila changamoto inayokupata usikate tamaa, siku zote kuna mlango wa kutokea katika changamoto zako, usiogope. Hebu laiki kama umelielewa, lakini pia usiache kucomment ili uniambie picha gani unayoitaka, na mimi nikusogezee karibu. Subscribe.